Swal llahuma ala hadha nnabiy lamin wa ala alihi wasahabatihi lghurril mayamin amma baad. Leo ndugu zangu Waislamu tunaingia katika kisa cha nabii Allah Isa ibn Maryam ambaye ni mtume wa mwisho kabla ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kabla sijamzungumza nabii Isa tutamzungumza kidogo mama yake Maryam na jinsi alivyozaliwa na yeye Maryam alivyomzaa Sayyidina Isa alayhi ssalam. Mwenyezi Mungu ametaja kisa cha nabii Isa katika Suratu Ali Imran kama kilivyotajwa vile vile kwa urefu katika Suratu Maryam na kimetajwa vile vile kwa ishara katika baadhi ya sura za Quran katika Suratu ali Imran, ambayo sura hii imepewa jina la familia na ukoo alotokana nao Said na Isa, kwa sababu na Imran, ambaye tutamzungumza hapa leo, ana uhusiano wa karibu sana na huyu bwana mtume ambaye ni Isa ibni Maryam katika sura aya mpaka thalathini na saba Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha stafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala lalamin, ala anatutajia katika viumbe ambao amewafadhilisha na miongoni mwa hao ni mtume wa Mwenyezi Mungu Adam na Nuh na watu wa Ibrahim na watu wa Imran Hawa wanasema ni dhuriyatan baadhuha min baadh, ni watu ambao baadhi yao wanatokamana na baadhi nyingine. Na muradi wa alu Imran huwa walidu Maryama alayhi salam au alayha salam. Imrani huyu anayezungumzwa sasa ndiye baba wa Bibi Maryam alayha salam, na jina lake kwa nasaba wanachuoni wa historia walikuwa wanamwita Imran ibni Bashim ibni Amun ibni Misha ibni Hasqia. Sayida Maryam baba yake anaitwa Imran, na Imrani huyu ndo huyu anayetajwa hapa kwamba wa ala imrana ala lalamin. Ilifika wakati

Kana zauju ukhti Maryam ashia, mke wa Zakaria alikuwa akiitwa Ashiya, ambaye Ashiya huyu ni dada wa sayida Maryam. Kwa hiyo, Imran mke wake alikuwa Hinna binti Faquda, ambaye ndo mama yake sayida Maryam. Sasa bibi huyu alikuwa hapati mimba, hapati ujauzito. Alikuwa anaishi kila siku kwa kutamani angalau siku moja Mungu amjalie kupata mtoto wanasema wanachuoni wahisri faraat yauman tairan yazuku farahan lahu, siku moja akawaona ndege wawili, ndege mama na ndege mwana. Yule ndege mama anachukua chakula, anamlisha ndege mwana, na huku akimtoatoa baadhi ya uchafu labda katika macho yake na kumdonoadonoa, ile kuonyesha hali ya mapenzi basi tendo lile la ndege wawili lilimhuzunisha kwa njia moja, bibi Hinna binti Faqud, na lilimfanya atamani kupata mtoto na yeye kwa njia nyingine. Basi kuanzia pale, fanadharat lillah, hapo akaanza kumtoka maneno ya kuweka nadhiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anasema in hamaltu, nikibarikiwa kuja kupata mtoto, basi mtoto huyo laajalannaha nitamfanya mtoto huyo waladan muharraran ay habisan fi khidmati baiti lmaqdis, Mungu akinijalia kupata mtoto huyo, basi nitamchukua mtoto huyo nimweke mfanyikazi katika msikiti huu wa Baitul Maqdis, awe khadimu llah mtumishi wa mwenyezi Mungu. Na hapa kamtaja mtoto, mtoto wa kiume akiwa na tamaa kwamba hiyo nadhiri naiweka ili Mungu aniletee mtoto wa kiume ambaye baada ya kumzaa tu ntampa yeye Mwenyezi Mungu, aitumikie nyumba yake na awe mtumishi wa Mungu. Qalu, wanachuoni wanasema fahadat min fauriha, haraka haraka, baada ya kuyasema maneno haya tu haikuchukua mda, akaingia katika siku zake za wanawake, wanavyoingia katika siku za kawaida Hadat. Na hii ni moja katika ishara ambazo kwamba wanawake wanaweza kujua, sasa hivi nimepata na kwamba sikupata, basi kuna mtoto, japo mara nyingine wengine wanaweza kuwa wana mimba na bado wanapata siku zao, lakini hii inakuwa mara nyingine, sio aghlabia. Basi ilikuwa hapati siku zake za kawaida, lakini aliposema maneno yale tu Mwenyezi Mungu akamjalia ya akapata hedhi Falamma taharat, alipotahirika kutokana na damu ya haidh. Anasema waqaaha baaluha fahamalat bi Maryam alaiha salaam, alipotahirika mumewe akamwingilia na akapata uja uzito wa kumbeba Bibi Maryam alaiha alayh salam. Akawa na furaha nyingi, Mwenyezi Mungu ameitikia wito wake na maombi yake lakini hakusahau kwamba hii ni nadhiri, na nadhiri lazima itekelezwe. Nadhiri ni kitu ambacho unakiweka kwa Mwenyezi Mungu na ni wajibu kukitekeleza. Mungu akinipa kadha, ntafanya kadha. Ukipata kitu kile, ni lazima utekeleze nadhiri yako ambayo umetekeleza, kama ilivyotajwa katika Suratul Dahri au Suratul Insan pale Mwenyezi Mungu subhanahu wataala alivowasifu wale wenye kutekeleza nyudhuru zao walizozitoa kwa ajili ya Allah. Sio mtu anaekanadhiri, Mungu akinijalia mie biashara yangu ikienda vizuri, naekanadhiri nitajenga chuo, baadaye nakuwa milionea. Akifuatwa nasema, bwana mie pesa zangu nimezipata kwa shida sana, siwezi kumsaidia mtu hivi hivi tu. Anakwepa nadhiri yake ile, mwisho wa yote anakuja kupata shida kwa kuwa kamwahidi Mungu sasa hivi pia Mungu anatafuta njia za kumdanganya kama vile anavyowadanganya wanadamu wenzake. Wanadamu wa leo tumezoea kudanganyana, mpaka Mungu tunamwingiza katika fungu la kumdanganya. Huu ni msiba mkubwa ambao umeingia katika maisha yetu wanadamu wa kileo. Falamma wadhaatha, siku ya kuzaa. sasa alipojaliwa kujifungua salama, bibi Hinna, Mwenyezi Mungu amemjalia amejifungua, akitizama mtoto, qalat rabi inni wadatu ha untha ya rab, mimi niliweka nadhiri, najua kwamba mtoto ntayemzaata kwa mtumishi wako, lakini tizama, nilidhani ntapata mtoto wa kiume, nimpeleke msikitini akawe khadim lakini wadatu ha untha, nimemzaa mtoto wa kike. Wallahu alamu bima wadat, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi kiumbe gani alichokizaa cha kike, cha kiume. Walaisa dhakaru kaluntha, na mume sio kama mke, yani katika kuitumikia ya nini, masjidul Aqsa. Hii haina maana kwamba hapa mke anadharauliwa kama wanavyofikiria watu wengine.

wa kma thabata fi sahihaini an anasi fi dhahabihi biakhihi ila rasul llah fahanaka ahahu wasamahu abd llah. Hii inaonyesha vile vile kwamba inawezekana mtoto siku ya kuzaliwa tu akapewa jina. Inawezekana siku ile ile amezaliwa tu ukamuita huyu fulani, kama vile alivyosema saida Anas. Anasema siku alipozaliwa mtoto yaani ndugu yake Dhahabtu bihi ila rasulillah, nilimchukua mtoto yule baada ya kuzaliwa tu nikampeleka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume alimbusu mtoto yule na kumpa baadhi ya riquhu sharif na kisha akampa jina, akamwita Abdullah. Kwa hiyo kupewa kwa jina kwa Bibi Mariam pale alipozaliwa tu ni dalili kwamba mtoto anaweza kupewa jina.

wa dhuriyataha min ashaitani rrajim. Na dua hapo, anaomba mama kumwombea mwanawe, namkinga mwanangu kwa Mwenyezi Mungu kutokamana na shari ya majini wabaya na mashetani, yeye na atachokiza. Ndio katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dua hii anasema ma min mauludin

fayastahilu sarikha, mtoto anaanza kupiga kelele kisha, min massi shaitani, kelele ile kutokana na vile alivyoguswa na shetani. Yaani watoto wote wanaguswa hivyo wanapozaliwa tu, shetani anamgusa kama kumnyukua, mtoto analia. Anasema mtume illa Maryama wabnaha, isipokuwa mtoto ambaye hakuweza kuguswa na shetani wala hakuweza kupiga ukelele ule ambao mtoto anapiga kutokamana na masi ya shaitani, ni bibi Maryam na mwanawe Isa. Shetani hakuwa na njia kabisa ya kuwanyukua wawili hawa, au ya kuwagusa wawili hawa, kwa ile dua ambayo bibi Hinna kaomba, wa inni, hakika yangu mimi, ya Rabbi, mimi mja wako, uidhuha bika wa dhurriyataha minshaitani rrajim Namlinda mtoto wangu kwako kutokamana na shetani yeye na atakachokizaa, fataqabalaha rabuha biqabulin hasanin waambataha nabatan hasanan, mapokezi yakapokelewa, yaani dua hii Mwenyezi Mungu akaipokea vizuri kabisa, na mche ule ukatoka kwa rutuba nzuri kabisa. Sasa ikaja oh wakati wa kutekeleza zile ahadi ambazo tishazitoa bibi huyu za kumchukua mtoto oh God, kumpeleka katika Baitul Maqdis ili awe khadima lillah. Oh, sasa alipotizama kwamba mtoto ni mtoto wa kike, ikabidi sasa itakuwaje, it, kumpeleka kule oh God, na watu wote sasa wakaja pale, kila mmoja anataka kupewa yeye nafasi ya kumlea yule mtoto. Wakajitokeza watu wa nyumbani wa karibu karibu. Miongoni mwa waliojitokeza alikuwa Sayidina Zakaria. Mwenyezi Mungu wanasema wakafalaha Zakaria, na akaja kuchukua malezi ya kumlea Bibi Mariam Sayiduna Zakaria. Anasema, dhakara almuarrikhuna walmufassirun anna ummaha hina wada'atha laffatha fi khuruqiha thumma kharaj, kharajat ila lmasjid, mama alipomzaa mtoto huyu alimfungafunga na kumzonga katika nguo yake, kisha akatoka naye kumpeleka msikitini. fasallamatha ila l'ibadi, kisha akamtoa mtoto yule kuwapa wale watu wenye kufanya ibada katika ule msikiti wa. kanat ibnata imamihim, na ilikuwa ni mtoto wa imamu wao ambaye Imran ilikuwa kiongozi wao vile vile. Fatanazau fiha, sasa walipokuwa wameona wameletewa mtoto, wote wakaanza kugombania, sote bwana tunataka kumlea mtoto wa shekhe, mie nataka kumlea mie, nataka kupata mie baraka za kumlea mtoto wa shekhe, kila mmoja anagombania. Thumma lamma dafaatha ilayhim tanazau fi ayyihim yakfulha wa kana zakariya nabiyuhum fi dhalika zaman, na Zakariya alikuwa ni mtume wao katika zama hizo. Sasa ubadi wako ndani ya msikiti, na Zakaria mtume yuko ndani ya msikiti, yatanazauna man yakfulu Maryam, nani atakemlea mtoto huyu? Sasa ilikuwepo mmoja Zakaria, arada an yastabidda biha dunahum min ajli anna an zaujatahu ukhtuha au halatuha ala hala alqaulaini. Zakariya aliwambia bwane, mimi ndo nikukaribu zaidi na huyu mauluda, kwa hiyo miye ndo nina haki ya kumlea, kwa sababu mke wangu ni ukhti wa huyu bibi ambaye anazaliwa vitu kama hivyo, au ni hala yake halo yake. Wakafalaha, Zakariya akapata nafasi hiyo. Lakini kaipata vipi Zakariya nafasi hiyo? Watu waliambiwa wapige kura. Kuna mahala kuna mto. Mto huo maji yake yanakwenda, tuseme, upande wa kushoto. Sasa kila mmoja akaambiwa alete kalamu yake airembee kalamu ile ndani ya mto ule. Baada ya kuirembea kalamu ile, kalamu itakayokwenda different direction, itijahul muakis itakayoelekea upande ambao maji yanatoka huko. Maji yanakwenda kushoto, kalamu iende kulia. Kalamu ya mtu ambayo itayakhalifu ita maji, basi huyo ndo atakionekana kwamba amepewa nafasi ya kumlea bibi Maryam. Watu wakaja na kalamu zao, kila mmoja anataka yeye nafasi ya kumlea Maryam. Zakaria akawa mimbaini sufufi lmutanaziin katika watu ambao naye vile vile anataka kumlea mwana yule. Kalamu zikarembewa katika mto, kalamu zote zikaenda kule maji yanakokwenda, isipokuwa kalamu ya Zakariya ikazikhalifu kalamu zote, ikawa inarudi nyuma kule maji yanakotoka, kalamu inakwenda huko. Hii ilikuwa ni miujiza, ndi Mtume anaambiwa wama kunta ladaihim idh yulkuna aklamahum ayuhum yakfulu Maryam wama kunta ladaihim idh yakhtasimun, hakuwepo wakati huo, wakati wanarembea, wanarusha kalamu zao, nani atakaye mlea bibi huyu Maryam. Na hukuwa nao pamoja nao siku hiyo, wakati wakigombania. Leo tuchukue mifano kama mitume walivyokuwa wakifanya, tuwasaidie watu kuwalea watoto wao, tuwe na, ghe, na ghera na tadhia

Ili kumsaidia mtu mzima huyu, ambaye pesa kidogo, watoto wengi. Maisha ndo maisha. Sasa leo unapomwona kaka wako amezungukwa, wamezungukwa na timu ya watoto. Baadhi yetu kuna watu ana watoto mpaka ishirini, wengine watoto kumi na tano. Yeye peke yake mshahara wake labda alfu arobaini kwa mwezi, anawasomesha watoto, walisha watoto Wavisha watoto kibarua kikubwa. Sasa wewe muhurumie ndugu yako, mchukulie baadhi, umwambie hawa nipe hawa wawili, mie mie nitalea mimi hawa. Na kusaidia ulezi, thawabu zake ni kubwa sana, lakini imani zilivyotutoweka, leo watoto wake mwenyewe mtu hataki kuwalea, je atalea watoto wa mwenzake? Watu nagombania hapo, nani atamlea Maryam? Kila mmoja mie mie, basi kalamu ya Zakaria ilivyokwenda katika tijahul muakis, watu wakasema, haya Mungu kisha mkubali Zakaria. Kwa ajili hiyo basi, ala nasema wakafalaha Zakaria, na akachukua nafasi ya kumlea bibi Maryam bwana Zakaria. Sasa katika malezi yake kama tulivyozungumza huko Zakaria aliwahi kuona miujiza kila alipokuwa Mariam anakuwa, na ndivyo ilivyokuwa, miujiza inazidi kuwepo katika jumba lile. Yuko ndani ya mihrab, ndani ya jumba lile, na mihrabi ilikuwa ni mahala popote rafii. Inawezekana ikawa ni kibla cha msikiti, inawezekana ikawa ni jumba la kifahari, inawezekana ikawa ni jumba la kifalme. Wanaita mihrab mahala popote patukufu. Sasa malezi yake, kila akimletea ya chakula bibi Mariam anamkuta yeki chakula Anauliza, siku ile nilirusha kalamu nikakubaliwa mimi kumlea, mbona naona kuna mtu mwingine ananisaidia kulea na nami nilisema mi ndo nimejaaliwa mie. Sasa nani huyo anayemletea Maryam chakula wakati mimi ndo mlezi wake? Ikabidi e kuwa na wasiwasi. kulama dakhala alayha Zakaria lmihrab wajada indaha risqa, kila akiingia katika jumba lile anakuta bibi Maryam anakula tena chakula anachokula ni chakula ambacho hakipatikani katika mji wakati ule, sizoni ya chakula cha matunda, matunda haijafika. Anaonekana Maryam anakula matunda yale, yaani ni miujiza mikubwa. Hapa ndipo lilipomtoka suali, qala ya Maryamu anna laki hadha, we Maryam, iki chakula hiki unakipata wapi? Na hapa tunafundishwa wazee wetu tunaowalea watoto wa kike, tunawaona watoto wanakuja na mapesa mengi nyumbani, tunawaona watoto wanakuja na vitu vingi nyumbani, tunaona watoto wanakuja na hali ambayo sisi hatuitambui, lakini mzee anakaa kimya. Ngalia Zakaria anamwona Mariam anakula chakula ambacho ye hajanunua, anamuuliza anna laki hadha, utaniambia chakula hiki unapata wapi wewe? Mzee ukiletewa chakula na mtoto wako na unajua hana kazi, unamuuliza we unajua kula tu kaleta fulani basi kesho tuletee kama hiki eh? una mwinkaraji katika kutafuta. Sasa anatafuta wapi chakula kile? Zakaria anamuuliza Maryam, anna laki hadha, wapi umepata? kuna nani anayekupa chakula, na we uko hapa ndani kila mara na hivi na hivi na, na hujaolewa? Mambo kama hayo tuwaulize watoto wetu. Hii saa nzuri, kakununulia nani? Mi sijakununulia, kununulia hivi viatu na hizi herini, hizi kazi nani anafanya vitu kama hivi? lakini hatuulizi. Leo kaingia na gauni hili, kesho kutwa nguo ghali ghali anakuja nazo nyumbani, baba haulizi. Atakuja uulize siku akiona kidogo utumbo limevimba vimba, nauliza eh, nani kafanya mambo haya? Ndo yule yule kwa akimpa gauni, siku nyingine herini, siku nyingine viatu, siku nyingine hivi, ndo alifanya shughuli hizo. Kwa hiyo tunauliza mapema kabla mambo ajaharibika, kama Zakaria anamuuliza Mariam, anna laki hadha, chakula hiki unapata wapi? na lazima atoe jibu apate kujua kama kuna mtu anakuja hapa kukuletea we chakula. Kwa nini anakuja kukuletea chakula? Kwa nini anakuja? Kama nani nane, nani wako wako huyo, wakati mlezi wako ni mimi hapa. Anatufundisha tarbia, vipi wazee tuwalee watoto wetu na tusiwe kimya tu, kila mara tunauliza tukiona tabia ambayo sio ya kawaida au mambo ambayo sisi hatuwafanyii watoto wetu, tunaona watoto wanayo majumbani. Qalat huwa min indillah, jawabu la Bibi Maryam Hakuna mwanamme, hakuna mume. Chakula hiki ananiletea Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Vipi anakuletea Mwenyezi Mungu? Na kweli alikuwa Jibrili akija na chakula, taamu shita fi wakti saif wa taamu sayf fi wakti ash shita, chakula cha wakati wa, wa shita, katika zile season tofauti hiki sasa hivi ni chakula cha wakati ambao kwamba sio wakati ule wa shita, analetewa wakusi na kaskazi tofauti, chakula chake. Ye anakula chakula cha wakati ule, wakati huu wa leo vyakula havipatikani, yeye anapata. Unapataje chakula hicho wewe? Kaambia inna allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab. Hiyo ni kazi ya Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ana mruzuku anayemtaka tena bila ya hisabu riski ni masala ambayo mwanadamu hapaswi kabisa kuwa na shaka nayo, haitafute tu hiyo riski kwa njia zake. Mwenyezi Mungu anasema yabna adama khalaktuka lilibadati fala talab wa kasamtu laka rizkaka fala tatab, ewe mwanadamu, hakika mimi nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu, basi usije ukafanya mchezo na hakika mimi nimekugawia riski yako usije ukapata tabu. Kupata tabu maana yake nini? Wanachuoni wanasema fala tutib qalbaka, usiupe tabu moyo wako, atib jawarihaka, vipe tabu viungo vyako, kwenda kondeni miguu hiyo, kulima jembe mikono hiyo viungo vipate tabu kuitafuta riski, lakini sio moyo upate tabu kuitafuta riski. Kupata tabu kwa moyo ni vipi? Kukitamani cha mwingine mpaka ukamwibia, ukamzulumu. Unaupa shida moyo bure. Mungu anakwambia riski yako nisha kugawia, vipe tabu viungo kuitafuta tu. Fanya kazi kwa bidii uitafute hiyo riski yao, lakini usiupe moyo tabu, utakuja kuhasirika fi dunia wal akhira, insha allahu taala. Katika kipindi kinachokuja, tutaendelea vipi